Wazazi pamoja na viongozi wa jamii kutoka eneo la Abogeta, eneo bunge la Imenti Kusini, kaunti ya Meru, wamefanya maandamano hadi katika ofisi ya mbunge pamoja na wakuu wa elimu eneo hilo, kupeleka lalama zao kuhusiana na kile wanasema ni usimamizi mbaya wa shule ya wavulana ya Kanyakine pamoja na ya kutwa ya Ntharene. Maandamano hayo ya amani ya kushinikiza serikali kuchukua hatua kutokana na kudorora kwa shule hizo ambazo zilivuma hapo awali, ila kwa sasa zinafifia, licha ya wazazi kupiga ripoti za usimamizi mbaya kwa wakuu wa elimu bila kupata usaidizi. Wazazi hao waliopiga kambi katika ofisi ya mbunge na maafisa wa elimu wamesema umaarufu wa shule ya wavulana ya Kanyakine umepotea sawa na matokeo ya mtihani wa KCSE kushuka kutoka alama ya wastani ya nane hadi tano, pamoja na idadi ya wanafunzi kudidimia kutoka zaidi ya 100 elfu moja mia mbili hadi takriban wanafunzi mia tano la Kanyakine, boys. Sisi, hatutavumilia tena. Tulituma barua kwa ofisi ya mjumbe. Tukatuma barua kwa sponsor. Tukatuma barua kwa TSC. Lakini hakuna usaidizi sisi tunapata. Shule ilikuwa nzuri, tumeinua, ilikuwa inatusaidia. Watu wengi wametoka hapa na wakawa madaktari, wakawa walimu. Sasa so ila ombi tunaomba tu, Mheshimiwa Dr. Shadrack Shadrack Mwiti, tulikupea kura tukiwa tunakupenda. Angalia masirai ya shule zetu. Kwa hivyo prinsipo Kanyakine alitransfer kwenda Nkubu, Sandraka aliweka watu wake chini, akakataliwa. Akasemekana ataenda huko. Sasa anasema kaa hapa Kanyakine. Tunasikia hata iko mtu mwingine njoo kwa TSC. Yule ameweka huyu hapa. Na hata barua yake tumesikia imekanselwa. Hata aende atakapo. Na sisi watu tutapumzika kila Jumatatu. Kama hata yeye ametoka hapo, tutakuwa tukiandamana.